Wanapokuja kati ya kanisa na lengo lao, mtu asipojua mipaka ya wokovu wake, ndipo unajikuta unafungua mlango kwa maadui pasipo wewe kujua, na wao wanaanza kujua siri zako. Siri gani? sumbe siri Mungu anasema nini juu ya madhabahu Mungu anazongea nini juu ya madhabahu? Mungu ametoa ahadi gani juu yako, iwe ni kwa njia ya madhabahu, iwe kwa njia ya ndoto zako, iwe kwa njia ya maono yako, watakufuata kukupeleleza, kama mke wa Adamu alivyofuatwa na nyoka kupelelezwa. Sasa walikuwa wawili tu, ingekuwa wako wengi kama leo angetumwa mwanadamu mwingine ambaye hamwamini Kristo kuja kukupeleleza ndani yake ananyoka. Ana nyoka, ana spiriti ya adui, tunaenda sawa. Lakini kwa sababu ilikuwa wanadamu wawili tu, Shetani akaamua kumwingia nyoka. Nyoka akaja kuongea na nani? Na Eva. Na Eva, kwa nini asishtuke kwamba nyoka anawezaje kuongea na mimi? Ndio maana nataka nikwambie, angekuwepo wanadamu wengine chini ya jua angemwingia mwanadamu na sio nyoka, ijapokuwa ulimwengu wa roho wa Mungu au shetani una nguvu ya kuingilia kitu chochote na kikaweza kujifunua kikaongea ama kijatambulisha.